Tutaenda Tanzania kufata wenzetu, tutaenda kuangalia kesi ya yule Tundu Lissu na tutafatizia vilivyo. Mama Suluhu, your days are numbered, hatukuogopi sisi. Watanzania tumeishi nao hapa na amani wako wengi mwape tayari wako wengi hapa kizingo wengine ombaomba nanini hatujawadhalilisha hatujawafukuza wanauza na manjugu na makahawa hatuna shida machungwa inakuja Kongowea hatuna shida lakini mambo kama ni haya ya kudhalilisha kina Willy Mutunga kina Hussein Khalid na maaktivist wetu na wakenya basi tunasema enough is enough wawili hao walizuiliwa walipokuwa wamehudhuria kikao cha mahakama cha koti kinachomhusisha kiongozi wa upinzani wa chadema Tundu Lissu nchi haiendeshwi na mabavu mama wewe kama mama, unajua kwa sababu wewe ni kiongozi kuanzia nyumbani. Wewe ndo unategemewa kwamba wewe ulete jamii pamoja, lakini inapokuwa wewe ndo wa kwanza kutenganisha watu, haipendezi, kwa sababu si sifa ya mwanamke. Kauli yako ulioitoa kwamba sisi tumeharibu Kenya, sisi ni nchi ambayo tuko na demokrasia na tunaweza kujiexpress ili kutoa yale matakwa yetu ambayo tunataka, ili kuwe na mabadiliko. Tunachokiona kwako kwa wewe ni kwamba unafinyilia haya yasiweze kufanyika katika nchi yako kwa reasons ambazo wazijua mwenyewe. Tunajua fika kwamba wewe hukuchaguliwa na wananchi, ilitokea bahati ya kuwa mwingine alipita mbele za haki, wewe ukapewa hii nafasi. Kwa hivyo, wacha wananchi wakuchague kwa ile njia ambayo tunajua kuwa ni mwafaka, kama kweli wajiamini kuwa utapewa tena haya mamlaka, lakini unapokwenda kutishia wananchi wako, kutishia wananchi jirani, ni kwamba wewe mwenyewe hujiamini na mama, watuaibisha. Haya yanajiri baada ya rais wa taifa la Tanzania Samia Suluhu Hassan kujitokeza waziwazi na kukemea kitendo cha wanaharakati wasiokuwa wa taifa hilo kuvamia na kuingilia mambo ya Tanzania. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa, wasije kutuharibia huko.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 ipo haja ya kuachiliwa huru kwa kiongozi wa upinzani wa Chadema Tundu Lissu anayezuiliwa kwa kesi ya uhaini ili kuheshimu demokrasia ya Tanzania, kwa sababu Wakenya ambao walikuwa wameenda kusikiza kesi ya Tundu Lissu ambaye alishikwa na akabambikwa kesi ambayo haifai, haina maana, ati ya uhaini. Tunasema hivi, Mama Suluhu, kama unataka ushindano, wewe mwachilie Lissu, mshindane kwa mada na kwa hoja. Kumweka ndani ni kumuumiza. Nikiripotia Al Hajar TV kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Abdurrahman Toya.